Chama cha BSW kinasimamia nini? Chama kipya cha BSW kimeibuka kikiwa katika nafasi ya tatu katika uchaguzi wa majimbo ya Sakson na Turingia. BSW ni kifupisho cha muungano wa Zahara Wagenknecht, kinachochukua jina kutoka kwa mwanzilishi wake, mwanasiasa matata wa zamani wa chama cha mrengo wa kushoto. Wagenknecht alijiondoa kwenye chama cha mrengo wa kushoto mwaka 2023 akisema hakikuwa kinasimamia amani na haki ya jamii. Chama chake kipya kinachanganya matamshi ya mrengo mkali wa kulia na kushoto katika chapa yake ya upopulisti. Hii inafananaje? BSW inataka kutanua msaada wa kijamii kwa mfano, na kupandisha pensheni na kima cha chini cha ujira. Misimamo hii ya mrengo wa kushoto ndiyo sababu kuu watu wanasema iliwasukuma kukipigia kura chama cha BSW katika majimbo ya Saksoni na Turingia. Chama hicho pia kinataka kupunguza uhamiaji na kuongeza kasi ya kuwafukuza wahamiaji waliokataliwa maombi yao. Ni misimamo inayofanana na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD. Kuhusu sera ya kigeni ya Ujerumani, BSW ni mkosoaji mkubwa wa Marekani na NATO Kinachozilaumu kwa vita nchini Ukraine. Kinapinga utoaji wa serikali na kuhimiza mazungumzo ya amani na Urusi. Kiongozi wake mashuhuri na misimamo yake inayoakisi mirengo yote miwili ya wigo wa kisiasa vimeifanya BSW kuwa nguvu mpya hasa katika Ujerumani ya mashariki. Je, ungekuwa mpiga kura Ujerumani, ungekipigia kura chama hiki na kwa sababu gani? Tupe maoni yako kwenye uwanja wa comment.